Ni kama simulizi ya kutisha, hadithi isiyovutia, stori ya kufikirika, kama Syuka aliye hai ama Saladini aliyekufa na kufufuka. Ni kama tego linavyoondoka na roho za watu hata wasiohusika ni kama ule upendo wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kumtoa mwanayo pekee kufia dhambi za watu hata asiwafahamu. ni kama mawaidha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa waumini wasiosikia. Ni kama kulala masikini na kuamka tajiri ukiwa ndotoni. Ni kama ile safari ya chizi, ila huyu anaokota dhahabu na sio makopo. Ni kama pesa za Chief Good Love na siri ya jicho la tatu, ama pawa ya Mboso kwenye kile chumba chake namba tatu. Ndio vilevile kwa na magoli yake Pacom na kijiji chake, daktari wa mpira Khalid Aucho na wagonjwa wake Mudathiri Yahana simu zake, Shadra Kiboka na maji yake. Ni kama church boy na tisheti zake, ni kama Prince Mpumelelo Dube akitimiza maandiko akapita na kwenda zake. Ni kama kitasa, Dickson Job akifunga milango ya washambuliaji, haipishani sana na ufalme wa Yanga na mpira wake. Ni kama NBC waliidhamini Yanga na sio ligi. Ni kama wa Simba kwa Yanga na sio dabi tena, bali wananchi wameigeuza kuwa biashara ya soko huria. Ni kama nne na tano zinavyofuatana, Yanga wakiitoa ubingwa mara nne mfululizo hapo hapo wakimfunga Simba mara tano mfululizo. Ni kama Mungu alivyoumba ulimwengu kwa siku sita na ya saba kupumzika, ndivyo wananchi wamemaliza kuliumba kombe lao na sasa wanaenda kupumzika. Mabibi na mabwana, Yanga ndiyo mabingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2024 2025. Chungu lakini ndiyo dawa. Usisahau, kinachonuswa hakilambwi. Mwandiko huu ni wa mwandishi Moses Kirumbi, nami ni binti wa mzee Haji.